Watanzania, naomba usaidizi. Tunaandaa ripoti CNN kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa bongo hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hivyo, nitumie video kama ulirekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, dm iko wazi. Help us investigate what happened so we can tell the world. Asanteni sana. Huyo bwana ni, ni ripota wa CNN ambaye anajulikana kama Larry Mado. Larry Mado ameweka wazi kabisa kwamba hii sio mara ya kwanza anazungumza, ni mara ya pili anazungumza kuhusiana na ma, wa, ma, wanahabari ama maripota kutoka Tanzania hawana uhuru wa habari na mwanzoni alikuwa amesema kwamba kuna klipu ambayo ilikuwa imeshea kwenye Instagram yake ambayo alikuwa anasema kwamba Tanzania, ukisharipoti tu taarifa zozote ambazo zina ukweli na haki ambazo zinaonekana kabisa kuexpose ama kuweka serikali, yani, kutoa ukweli na kuleta uovu ambao serikali inafanya, unatekwa na una, uh, sometimes unaweza kukamatwa, na ukishatekwa ndio kabisa unaweza usirudi kabisa. Sasa alisema kwamba ndio sababu ambayo ilifanya yeye hakukanyaga kabisa Tanzania kipindi hiki chote cha maandamano na ilikuwa ni vigumu sana. Alisema kwamba Tanzania siku zote huwa hawapi accreditation, yani hawapi ruhusa kibali cha kuja kuripoti kwenye nchi yao kama wewe ni reporter kutoka kwenye kituo cha nje, maana wewe utafumbia macho swala lolote lile, ila kwa Tanzania bwana wanapewa ruhusa ila na masharti. Ukija karipoti kitu ambacho kinaonekana kuichafua serikali, mwisho siku unakamatwa, unaangaishwa, na kama si kukamatwa, basi unaweza ukatekwa kabisa na watu wasiojulikana. Sasa hapa tena amekuja kushare na hii clip nyingine ambayo anasema kwamba wanaandaa makala maalum wao kama CNN kuhusiana na kilichofanyika kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 Tanzania. Sasa amesema kwamba kwa yote ile ambayo uchaguzi mkuu wa na vyombo vya usalama labda ama na serikali tu kiujumla, anasema kwamba unaweza kumtumia ili waweze kucompile report yote ambayo itakuwa uh, na makala maalum kuhusiana na ukweli na uwazi na kiundani kilichofanyika. Maana watanzania wakitegemea kupata taarifa hizo kutoka kwenye media za Tanzania, wenda kangoja mpaka siku ya kiyama, kutokana na kwamba Tanzania ina haina uhuru wa wanahabari yani, ukiwa mwanahabari Tanzania utaripoti cha ambacho serikali inakitaka na kama sivyo, labda wenda ukakamatwa na ukajiweka kwenye matata ama kwenye matatizo ambayo huenda ikawa ni vigumu kujitoa. Sasa CNN wanataka afanye hivyo, ila wanataka msaada wa Tanzania umtumie video yote ile ambayo wewe unahisi kwamba unirekodi mwenyewe, basi mwisho wa siku akatengeneza makala. Stick around